E, bwana, naona nawona siku hizi mzee Mwandambo ameshaanza kuyapenda mafundisho ya dini ya Uislamu. Tujiandae kumpokea mzee Mwandambo, muda sio mrefu ataingia katika Uislamu. Zamani alikuwa anasema Mungu wetu Mwarabu, ndio maana sisi wote tunaongea Kiarabu. Baada ya kupambana naye sana, Mwandambo kakubali kwamba ule utaratibu aloweka Mungu wa lugha moja ni utaratibu mzuri, tena anasema kati ya kilisitu na Waislamu, Waislamu anapatia sababu muislamu ukienda kokote unaabudu Mungu kwa lugha ile ile mnaelewana Mungu ameweka hivi ile ili tuwe na umoja hebu tumsikize Mwandambo kula chuma cho huyo mimi si mtu wa dini ila bado na jadili dini wanachonifurahisha waislamu ni kwamba ukitoka Dar es Salaam ukaenda Mtwara ukiingia msikitini ibada ni ile ile lugha ni ile ile hata ungeenda Kigoma ibada ni ile ile lugha ni ile na wote ni waislamu hata ungeenda Moshi, ungeenda Mwanza, ukiingia msikitini ibada ni ile ile, lugha ni ile ile. Sasa Wakristo, sasa ukiwa msabato ukaenda Mbeya ukakosa Sabato wenzako Roma, huwezi kuingia, ibada ni nyingine, utaratibu mwingine. Uka Roma ukaenda Arusha ukakuta alokole wa ibada ni tofauti na lugha tofauti, ukienda ukakuta Mashahidi wa Yehova kwa hiyo hawa wote wanaitwa Wakristo. Sasa ningependa kwenye komenti muniambie mantiki hawa wote kuitwa Wakristo, maana wote wanamtaja Yesu, ila kila mmoja na ibada yake, kila mmoja na sheria zake, kila mmoja na taratibu zake tofauti. Na Waislamu popote utakapowakuta utamkuta Mwislamu na ibada ile ile na taratibu zile zile, na wala hawaombani cheti cha ubatizo wala cheti cha kipaimara au cheti cha nini. Baba yenu naomba komenti zenu. Nachoka mimi Clemence Mwandambo nachoka mimi ah ah, nimemaliza mimi. Naam, tumuombee dua mzee wetu aingie katika, apate ne, neema ya Uislamu na utaratibu aloweka Mungu. A lugha moja. Ebu, wa lugha moja ni mzuri, hebu tuangalie Wachina, angalia Wachina wanapiga azana kwa Kichina. Kuna mtu alikuwa anatoa mfano msikitini anapiga azana kwa Kichina alafu sasa ukitoka hapa Muislamu, ukienda China watu wanapiga azana kwa Kichina, unaweza usiende kuswali kwa sababu unajua, yani ujui kama ile ni azana tena. Ukifika kule ujui, mtu akiwa anapiga azana kwa Kichina, anaazini azana kwa Kichina, wewe ukisikiliza ujui kama azana, labda unajua shughuli zao zingine eh, kwa sababu ujui lugha ya Kichina. Ujui lugha ya Kichina yala swala kwa Kichina nini? Ndio maana Mungu akaweka lugha moja ili tuwe na muungano, uende kuswali kokote pale. Yaani ukifika Denmark ukisikia tu hayala swala, hayala unaenda kuswali. Ukienda South Africa ukisikia yala swala, ukienda China ukisikia yala swala unaenda kuswali. Tunaelewana. Lakini Mkristo leo hii akitoka hapa Tanzania akienda China akipiga akienda akienda kanisani, watu akiongea kwa Kichina, Mkristo aliyefundishwa hata moja. Hebu angalia zana ya Kichina hiyo hapo.